Mambo vipi mtazamaji wa Madolali TV popote ulipo? Karibu tena kwenye kipindi cha maisha halisi ambapo leo tumekuandalia historia fupi ya kuhusu kinyonga. Kinyonga, mnyama, mnyama mdogo wa kundi la reptilia ambaye ana dhana nyingi si sahihi zinazohusishwa na wanadamu. Ndani ya Dar es Salaam, si jambo la ajabu kukutana na kinyonga katika maeneo yenye miti mingi, kwa sababu wanyama hawa wa kundi la reptilia hupendelea kuishi maeneo hayo, kwa kuwa ndiyo sehemu kuu ya wao kufanya mawindo ya wadudu au mawindo ya chakula. Maisha ya kinyonga yamekuwa yakiibua simulizi na dhana nyingi ndani ya jamii. Mojawapo ikiwa ni kwamba watu wengi wanaamini kinyonga akiwa akiwa katika kipindi cha uzazi au akitaka kujifungua basi hupanda juu ya mti kisha kujirusha chini na tumbo lake kupasuka. Lakini pia wapo wanaamini kuwa mnyama huyo akinasa kwenye ngozi ya binadamu hawezi kutoka mpaka shangazi wa huyo mtu aliyenaswa na kinyonga afike akiwa mtupu, ndiyo anatoka. Wakati dhana hizo zote si sahihi na hazina ukweli wowote. Kwa kawaida mnyama huyo huishi kati ya miaka mitano hadi kumi. Lakini pia kinyonga hupata watoto kwa njia ya kutaga mayai na si kama watu wanavyoamini kuwa akitaka kujifungua basi hujirusha juu ya mti kisha tumbo lake kupasuka. Kinyo- kinyonga akiona maeneo yapo salama, anafukua chini, anataga mayai ardhini karibu na miti, baadaye anatotoa kisha baadaye anatotoa mayai hayo, kama wanyama wing... kama wanyama wengi, kama kuku, bata na ndege wanavyotaga mayai kisha kuyatotoa. Hakuna ukweli kuhusu kinyonga kujitupa chini na kufa. kinyonga akiona, lakini pia kinyonga hutaga mayai kuanzia kumi hadi arobaini kulingana na umri wake na hutotoa yakiwa na wiki mbili au tatu. hata hivyo, pia kinyonga hana sumu bali ni dawa. Kinyonga hana sumu yoyote, bali anatoa tiba kwa binadamu, mfano kufanya masaji. Ukimweka kwenye mwili utaogopa, na mwili unakuwa unasisimka. Hiyo ni masaji ambayo inasisimua misuli na kuiweka sawa. Lakini pia kuna wanaoamini kuwa kinyonga akikunasa ndani ya mwili wako, basi hawezi kutoka mpaka shangazi yako aje akiwa mtupu, ambapo si kweli na si sahihi. Kinyonga miguu yake inakuwa kama ina ndoano kwa ajili ya kujishikilia, ndiyo maana kwenye m ndiyo maana kwenye mti mdogo anaweza kushika kwa mkono mmoja na akaweza kutembea, lakini haina uhusiano kwamba lazima shangazi aje. Hizo ni imani za watu tu. Kinyonga kama binadamu, kuna muda anakuwa na hasira au furaha. Ukiona amekuwa na rangi ya kijani, anamaanisha yupo sehemu salama, na hapa ndipo hukutana kimwili na mwenza lakini pia rangi ya njano isiyokolea sana, anakuwa na wasiwasi, ingawa anaweza kuwa maeneo yenye rangi inayofanana. Vilevile kinyonga akiwa na rangi nyeusi mara kwa mara, anakuwa na hasira sana sana sana. Hata hivyo, pia chakula chake kikuu cha kinyonga ni wadudu warukao ambao huwa daka kwa kutumia ulimi, na hapa ndio anatamatisha historia, historia ya maisha ya kinyonga kwa ufupi. Usikose naendelea kufuatilia chaneli ya Madolali TV na ndani, uendelee kufuatilia kipindi cha maisha halisi. Usisahau kutoa comments, subscribe channel na kushia linki kwa wadau wengine. Hosti wako ni mimi Aisha Mtali. Like, pale Facebook natumia Aisha Mtali, TikTok Aisha Mtali. Hiyo ndio historia e fupi ya kinyonga.